Taasisi ya Al Falah hapa Isiolo yazindua klabu ya amani kwa ushirikiano na shirika la Regional Pastoralist Peace Link. Katika juhudi za kukuza amani shuleni na gatuzi la Isiolo, taasisi ya Al Falah iliyo na shule ya msingi na madrasa ya mafunzo ya dini ya Kiislamu imezindua klabu ya amani kwa jina Amani Peace Club kwa ufadhili wa shirika la Regional Pastoralist Peace Link. Akizungumza na meza ya runinga ya Waso, Ahmed Seth ambaye ni msimamizi mkuu wa taasisi ya Al Falah amesema madhumuni makuu ya kuzindua klabu hiyo ni kujenga msingi wa amani kwa wanafunzi ili wawe mabalozi wa amani nyumbani kwao na mashinani. Ya kuanzisha mradi huu wa Amani Peace Club ni kukuza katika fikra ya watoto wetu namna ya kuweza kuishi pamoja, kudumisha amani na vile vile kutatua matatizo kwa njia ya taratibu bila vurugu. Na vile vile tunatoa mwito kwa hawa watoto ambao pia ni mabalozi wetu huko vijijini watahakikisha kwamba wanaeneza mwito wa kuishi pamoja kwa amani na kwa kupendana kwa watoto wengine pia katika manyumbani mwao. Bwana Seth ameongeza kwa kuwahimiza vijana kutatua matatizo yao bila kuvuruga amani. tunatoa wito kwa wazazi, vijana ambao pia ni wengi huko vijijini na mjini waweze kudumisha amani pindi jambo lolote linapotokea, naomba vijana wasifanye vurugu, bali waweze kutatua matatizo kwa njia ya amani na washikadau tofauti tofauti. Kwa upande wake Mohamed Bare ambaye ni afisa mradi wa shirika la Regional Pastoralist Peace Link amesema wako tayari kuwahusisha wanafunzi wa shule mbalimbali mbali ili kuwahimiza wazazi na jamii kwa ujumla wakumbatie amani. Leo hii tumekutana na wanafunzi kutoka Al Falah primary primary ili Al Falah madrasa, madrasa, madrasa and primary school, so tumeweza kuestablish kitu tunaita Amani Club ili tuweze kuwakuza young learners katika environment ambayo wanaweza kutatua migogoro na wanaweza kusuluhisha conflict kwa njia iliyo sawa. So hii ni initiative ambayo tulikuwa tukiendeleza na tumeweza kuengage number of learning institutions ndani in ya Isiolo kuweza kuwasupport waweze kuestablish kuwa amani clubs ili ziwe foundations za kukuza uh, peace ambassadors katika kaunti yetu na pia katika region yetu ya Northern Kenya. Uh, apart from establishment ya peace clubs uh, uh, uh, so, uh, pia uh, tunaweza ku identify all learning institutions, na tuweze kuunda what we call Uh, a peace, uh, space ama uh, a peace corner ambayo itakuwa na messages za peace na itakuwa ni ya kona ambayo uh, wanafunzi na institution zinaweza kutumika inaweza kutumia uh, ku resolve uh, conflicts. Naye Hassan Bonaya ambaye ni mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri wa Kiislamu hapa Isiolo, ametaja umuhimu wa kuwepo kwa vilabu vya amani shuleni ili kueneza amani katika kaunti ya Isiolo na hata kuwasaidia wanafunzi kutatua migogoro yao kwa njia ya mwafaka. Jambo ni muhimu sana, ni shule yote ukuwe na scout eh, scout kama hii, kama hawa watoto ambayo ni amani basi ya amani kutembea kueleza watu amani katika Isiolo, ni siwe tu hii shule peke yake, bali ukuwe shule ya Isiolo nyingi na watembelee pamoja kutengenezwe siku maalum ya hawa watoto kutembelea pamoja, ili basi ipatikane katika Isiolo letu. Mwisho wa taarifa hiyo, msomaji ni mie Hussein Murangiri Guyo, runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.